Karibu tena kwenye uchambuzi wa methali. Tunachambua methali mapenzi ya maskini hayaonekani, mapenzi ya maskini hayaonekani kwao. Uh, tunajua ya kwamba maana ya methali hii ni ya kwamba maskini ampendaye mwanawe au yeyote huwa aonyeshi waziwazi wazi, kwa sababu uh, ana zawadi kumtunza mtu ama ana kitu kumpa mtu lakini mapenzi yake huwa ni ya dhati sana. Kwa hivyo, matumizi yake ni kuwa tuna nasihi kuwa hatupaswi kuyapima mapenzi kwa zawadi au kwa mali, bali ni kwa hisia za moyo ambazo angalau angalau hazionekani na watu mwingine. Kwa hivyo, hatufai ku hatufai kulinganisha mapenzi na zawadi ila tunafaa tuiangazie mapenzi kwa hisia za moyo ambazo angalabu haziwezi onekana na watu wengine. Kwa hivyo jua ya kwamba siku zote mapenzi ya maskini hayaonekani, mapenzi ya maskini hayaonekani. Uh, nataka kuwatakia ndugu zetu Waislamu, tunafahamu ya kwamba ni wakati wa Ramadhani. Anawatakia Ramadhan Karim na Saum Makbul hadi wakati ujao. Kuwa na wakati mwanana.